Basi kanisani pale kambi kuu, naomba nalia, naomba naomba nalia, nikitoka nijisikie vizuri, lakini basi naomba nisaidie hata kukuangalia tu. Jitihada hii ndogo niliyonayo inakuwa ni maombi yangu, lakini yote katika yote, huwa najaribu kushikashika, huwa najaribu kugusagusa kwa sababu kuna kitu nakiona, kuna kitu ambacho ana imani natakiwa nisaidia hicho kitu, imani inatakiwa nifikisha kwenye hatua kusudiwa ambavyo vimeingia kwenye ufahamu wangu vimejengeka, najua ni kwa sababu pia ya kuishi karibu na wazazi, vimejengeka kwa kwa kwa kwa sana. Maisha, maisha maisha sio na na, bali ni ni kuishi vizuri na watu watu, kwenye ufahamu wangu. Hata kama wakati wanajaribu wanajaribu, mwingi utakuta nimefanya, nimekosea, lakini wanasema hapana, sitapoteza lengo kwa sababu kabisa na ndo maana mpaka nikaiba na wivu kwamba Mungu, naomba niwe baraka kwa watu, naomba niwe baraka kwa sababu leo na matamanio yangu, kama kuna utajiri ambayo tutatakiwa kuwa nao, kama kuna heshima ambayo tutatakiwa nayo, kama kuna hali jua ambayo mwanadamu anasema ukiwa nayo ni bona, basi mimi mtazamo wangu, nikikaa kwenye eneo hili au itakuwa nafuu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana.